vipi? Ah, sisi si, kwanza kama nikiwa kama rais wa Tanzania. Yeah. Ah, mimi niko vizuri, yeah. Kweli. Eh. Hey. Eh, tumekoga huko, tumekoga tumegongagonga vipapa papa na visamaki, samaki vidogo vidogo. Tumefuata kombe la Singida, Singida Singida anatokaje kwanza kwa Kwa kombo ambayo tumemdondosha mtoto mtoto wa Mudi, Benjamin Mkapa, yeah. Sasa, ubora, wa wa wa Mudi Mudi, Mudi pale Benjamin Mkapa. Sasa ukiangalia ubora na wote ni ni vibonde vibonde, hao. Kwa sababu ninavyosema kafa mechi karibu mbe, eh, samasamak so karibu. Kafa

Singida. Singida nimekwambia natamba utotoni kule. Pande zetu atambi. Yes. Yani, Singida natamba kwa watoto wenzie. Akilipata ili anahakikisha ndio alikuwa kwanza kulipeleka. Na mpaka alipate. Unajua kulipata hapo ndio shauri. Unajua kulitazama. Kulitazama ni ni rahisi tu. Yeah. Ila kwenye kulichukua sasa. Kwani mtoto amudi lile kombe la juzi. Kwani alikuwa alitaki pale. Na yeye mwenyewe mpaka akasema nakwenda kuvunja. Alikwambia na Singida. Eh. Mpaka mtoto amudi akamwambia nakwenda kuvunja uteja. Unaona uteja, kazi unazidi kuendelea tu mpaka sasa ile timu nafananisha na mwembe wa uani kwamba nikitoka na tikisa tu mwembe kama yote chini. Kwa hiyo mtoto wa mudi mwenyewe, unajua kwetu sisi yani, kwamba ole wako uingie kwenye mfumo. Kuna timu ambazo hazitaki kugongwa na Yanga lakini shida zinaingia kwenye mfumo. Ukiingia kwenye mfumo tu unakandwa. Simba alivyokuwa anacheza alisema kwa wakishinda, uh, wachukue nguo zako kwa sababu atakuta na milioni 12. Singida. Na si kweli nilikuwa na hakika asilimia 100. Na ndiyo maana ukiniona mimi, mimi nikitoka mavazi yangu milioni 12, nikibadilisha milioni 12. Hata hapo naona. Nakukaba mzoto yangu milioni 12. Kuna mchezaji wao ambaye anatupigia kila anasema soa. Wanasema anakwenda kutufungazia, wanasema ni hatari. Kwa tishia wao, mtu mzima tishii nyao. Sasa huyo Singida Black Stars ni top scorer amecheza na nani? Hebu angalia Pakombe, unamuona Pakombe? Yule anatamba kijijini, anatamba mjini, lakini yule nani, yule swa, anatamba kijijini. Twende kwenye kwanza, hata hata hata nani yenyewe, akilibeba utashinda kwa kujituma. Nimesema Singida, unajua la ya Zanzibar. Kuna la ya Zanzibar. Ukikosa kombe narudi hata natende. Huko kuna tende kibao huko Singida nakwenda kubeba. Unajua hii michuano inahitaji mwanaume na sio mvulana. Mwanaume lini hapa? Wewe ndio unataka kusema Singida nani? Ah, mvulana yule. Yaani yule anaongana na watoto wenzake kama anatotoa watoto wa mode wale. Singida tabaki kulitazama kombe tu. Mtoka amudu kwenye ngao ya jamii kaishia nafasi ya pili. Kwenye ligi kaishia nafasi ya pili. Kombe la shirikisho nafasi ya pili. Kwao hata Singida. Kwenye kombe la shirikisho. Kwenye ligi koko kulikuwa nafasi ya 4. Ile kwenye FI huko. Na ataambia nafasi ya pili. Baba ni Yanga usiombe kombe mwekee mezani hapa baba, utamtaka ubaya ujue. Angalau wewe huyu mpanzu alivyofika na Israeli mwenda juu alikuwa anatembelea kwenye, kwenye kwapa za na Israeli mwenda kule. Sasa huyo sio na leo. Na yeye mwenyewe anakwenda kutembelea kwa huyu sasa nambadilishia majukumu. Unajua alikojipanga? Nimekwambia wewe umejipanga umekuwa nyumba kwa ni mtoto wa Mudi juu za kujipanga pale. Yaani mtoto wa muda itaka kuvunja utaja achukue kombe palemaez mazoezi ma ma kwana ajacheza mechi mbili. Mpanzu nami mpanzu anamwambia natambia Charinze, ukija mjini uko tamkuta pakome mpanzu anatambia Charinza huko na siku zote unawambia mwanaume wa ukweli Singida, unaona mavasi yangu mimi, kama kawaida, milioni kumi na mbili Singida Black Star akibeba kombe anavuka nayo baharini ananiacha mimi nibaki na kombe. Mudi atakuja kumuunga mkono hapa sasa. Watoto wa Mudi, kushirikiana na hao mashabiki wa Singida wa Mchongo, naomba nikamate tena, wanisaure nguo zangu zote hizi, navuka baharini kama nilivyozaliwa, natembea mpaka magoe uchi kule. Wapi anakwenda kwa anakwenda kutokea wapi? So, kutokea wapi Singida. Hebu angalia Pacom kutaka kujua kabisa Pacom ni MVP. Nitakuwa pekee wale wale kweli. Angalia kwanza juzi kwenye mechi ya tarehe 25 ya wale walipokaji. Katoka na goli moja na assist moja. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kuna mfungaji bora. Yani, huyo mpanzo zile dakika 45 za kwanza mimi kwa kaptura ya kwa yani sisi ukiingia kwenye 10 na nane zetu kabisa mtoto baada uh, ya kukandwa pale ndani ya dakika mbili nakuja kuchungulia namuona yuko bunge ndana, dakika mbili yuko bunge kule. Bora mchungulia, niko na mchungulia, maana walivyo ile wametoka mwendo wa defender, niko na hizi defender, wakosia kaja kudondoka bure. Baba langu, ngoja niendelee kuwachungulia. Nilivyowachungulia hivi ndana dakika mbili, wapo bunge kwenye mananasi. Kwa namna hiyo sasa, mtoto amuli, kama jamini, mwambie aingie tena fainali kwenye ngao, jamini, nenda na mkanda tena. Ye, ile stimu sasa hivi kama pombe ya ngomani nikichoto najichotea tu sasa hivi. Sasa we Singida, Singida hata ukienda kwenye takwimu bado inanibeba mimi. Mzunguko wa kwanza kwenye ligi kuu alinileta gaba. Nilimba kidude hapa. Halafu tunakwenda kwenye mechi ile tunacheza nyumbani kule KMC. Nikamba vidude kule. Sasa ukizungumzia Singida anatamba uchochoroni. Kiwambazani hapa atambi. Sasa Saa mbili na robo mpaka saa na ushe amesema, kila siku kombe inabaki bwana. Nataka, anataka kulipeleka kule, alipeleke wapi? Si mpaka alipate. Nimekwambia kesho, kwanza kesho wosakuwepo kesho, kesho kwenye kombo kule Yeah, hesabu pale juu, kutakuwa kuna makombe mangapi? Kutakuwa kuna kombe la ngao ya jamii, kuna kombe la muungano, kuna kombe la ligi kuu, kuna kombe la FA. makombe manne. ukiona kombe moja lipo naomba uniulize na kesho. Ukiona kombe moja lipo katika haya manne ni dai, laki moja, mimi nakupa laki moja. Ule, ni dai nakupa. Unasema kweli? Nimekwambia kesho pale tukutane kwenye convoy na gari ya ya kubeba kombe na goye, makombe ya Golden Eleven Safari, so tumeagiza Uswizi na losho ni nne. Safari, so tutachukua gari Uganda, tumechukua Uswizi. Halafu sasa pale makao makuu kwa watoto wa mudi kwenye lile gofu lao Tunafunga mziki kwa pembeni hapa, tunaenda kuruka pale. Baada kutoka hapo wewe, tunakwenda kubanjuka hapa. Mtoto wa Mudi, poleni kwa kukosa kombe, poleni na mtu wewe. Tunaburudiana nyimbo mpya sasa mawili, tunaburudika pale mtoto wa Mudi alikokuwa na timu mbovu yule, mpaka msimu ujao rudia nyimbo yako eh. Hii nyimbo yangu, mtoto wa Mudi, poleni kwa kukosa kombe, poleni na tunawagonga tama la tano, poleni na mtu wewe, poleni mabingwa, mabingwa, mabingwa. Kwani sisi Yanga ndio mabingwa. Nani bingwa kama Yanga.

Unakumbuka Dodoma majije alikula hamsa hapa. Kwa hiyo huyu tulimzika na kaburi la futi tano. Sasa Singida na mwenye akileta mawenge leo, mwenyewe tunamwenda kumweka pembeni mwa dodoma majije, tunamzika kaburi.